Na sheria mpya zilizosainiwa na Rais William Ruto sasa zitatoa fursa kwa Wakenya kupigwa faini ya shilingi milioni ishirini au kufungwa jela kwa muda usiopita miaka kumi, kwa yeyote atakayechapisha maneno yatakayochochea rais kuharibu yatakayochochea raia kuharibu mali, kuvuruga amani ama kumvamia mtu yoyote yule. Aidha, sheria hiyo pia ilielekezwa kwa wanaochapisha mafundisho ya kidini ya kupotosha. Emmanuel To pia anatuarifu kwamba serikali itakuwa na uwezo wa kuzima mitandao ama tof tovuti zinazoelekea wananchi. Asubuhi ya tarehe kumi na tano mwezi Oktoba mwaka huu, dakika chache tu kabla ya kutangazia taifa tanzia aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, Rais William Ruto alikuwa na shughuli nyeti katika ikulu ya Nairobi ya kutia saini miswada nane ikiwemo sheria ya kudhibiti utumizi wa mitandao ya kijamii ya mwaka elfu mbili ishirini na nne. Your excellency the fourth bill to be placed before you. Sheria hiyo ikilenga kuweka udhibiti mkali dhidi ya wanaotumia mitandao hiyo kuchochea jamii kueneza mafundisho potovu ya kidini na kusambaza semi za kuchochea ugaidi. The bill seeks to provide a regulatory framework combating unlawful activities, inappropriate sexual content of minors, terrorism or religious extremism, and cultism amongst other forms of cybercrimes. Sheria hiyo pia ikiipa mahakama nguvu ya kuzima na kuondoa programu za simu ama kompyuta ambazo zitapatikana kuhusika na uchochezi. Kamati ya kitaifa ya kompyuta na uratibu wa mitandao ikipewa mamlaka ya kufuta mitandao hiyo. The bill also provides that the court may additionally order the removal of such unlawful content, closure or deactivation of the computer system, website or digital device upon Of atakayepatikana akivunja sheria hiyo sasa atapigwa faini ya shilingi milioni 20 ama kufungwa jela kwa muda usiozidi miaka kumi. Sheria hii sasa ikiibua maswali kuhusu uwezekano wa serikali kukandamiza haki za kidemokrasia na uhuru wa kuzungumza haswa, baada ya maandamano ya Gen Z Januari mwaka huu, Rais William Ruto alilalamikia utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Rais pia alitia saini sheria nyingine saba ikiwemo ya ubinafsishaji wa mashirika ya serikali, ikifungua ukurasa wa uuzaji wa mashirika kumi na moja ambayo yamekuwa yakipata hasara. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.